Naomba tena rehema zako Roho Mtakatifu, naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Naomba unitakase. Naomba unitakase. Naomba. Damu yako ya thamani, kwa damu yako ya thamani. Niko mbele zako Baba yangu mwema, nimenyenyekea kwako, naomba toba, nitakase tena nisafishe kwa damu yako ya thamani. Naomba mikono ya kuomba rehema mbele za Bwana kuomba rehema roho mtakatifu, tuko mbele zako tena, ni majira mengine tena, siku ya pili tumeshuka mbele zako, watoto wako na wanao tumeshuka kabisa chini ya utukufu wako, chini ya dali lako va tukiomba rehema zako tena, Yesu tutakase, tusafishe tena kwa damu yako ma Tumenyenyekea mbele zako mtakatifu, wewe ndio wa kutusaidia tena, wewe ndio wa kutushika tena, wewe ndio wa kututakasa Bwana, karama Yesu, yes Siku zote. Siku, siku zote sama isha yangu sema asante Yesu, asante Yesu. Mpigie Roho Mtakatifu makofi ambi amina, amina, amina, amina, amina. Yesu, asante sijaona watu wanampigia Yesu makofi wako wapi? Wanda makofi na mpigia Yesu au na nani? Na nani haya makofi? So Yesu huyo mpigi Yesu makofi. Sema haleluya. Hallelujah. Nani uko tari tuombe? Amen. Shika mkono, mwambia ongeza nguvu. Amen, ongeza nguvu. Nataka tuombe. Uko tayari tuombe? Amina. Tuombe. Tufungue vitu kwanza. Inua mikono sema popote. Sauti yako, sema popote, popote. <laughs> Sauti yako yu. <laughs> yu Halo, ukotari kuomba imaombea uko tari kuomba? Niko tayari. Haleluya, amen. Kuna jambo kila mwaka bado bado bado, kuna kitu hamjaweka sawa. Nasema kuna kila mwaka kumekuwa kuna tatizo linajirudia. Amen, sema tatizo linalojirudia, tatizo linalojirudia, tatizo linalo fanyaje? Linalojirudia, linalo linalo linalo, sema tatizo linalojirudia. Kila mwaka unakuta kuna shida inajirudia kuna tatizo linajirudia, yani kuna tatizo linaendelea eh, unanielewa vizuri. Kuna shida huwa inafanyaje inajirudia, yani inaenda halafu inafanyaje inarudi. Kuna shida inaenda, yani kama ni ugonjwa eh, unaenda halafu na unarudi, yani kila mwaka lazima kuna shida ijirudie. Leo nataka tuimalize hii shida inayojirudia. Anga, naona baba wako wapi? Sasa umeshalala. Sema shida yoyote, changamoto yoyote ambayo inaenda inajirudia kila mwaka inajirudia. Leo natangaza hiyo nguvu inayojirudia kwa maskini unaojirudia, hiyo shida inayojirudia, natangaza 2026 hiyo shida itajirudia kwa jina la Yesu. Anasomba, anapiga makofi Naona watu wanaweza kuomba imani. Tangaza kwa jina la Yesu. Shida yoyote inayojirudia. Changamoto yoyote inayojirudia. Matatizo yanayojirudia. My Jesus, my Jesus. Ramanda sata tata, tata, tata. Yes. Rosa tata, tata, tata. Yes. Omba shida inayojirudia. Tatizo inayojirudia. Mbali. Sogeza karibu karibu, kwa jina la Yesu Kristo, hiyo shida inayojirudia kila mwaka, leo naiondoa kwa jina la Yesu ishirini na sita, ninaitoesha kwa damu ya Yesu, ninaiondoa kwa jina la Yesu, hiyo shida inayojirudia hayo magonjwa yanayorudia, roho ya maskini inayojirudia, hiyo changamoto inayojirudia, hiyo nguvu inayojirudia, kwa jina la Yesu natangaza kwa moto na radi, natangaza tangaza, ivunjike, ongeza nguvu. Hiyo nguvu inayojirudia, hiyo shida inayojirudia, tamka kwa jina la Yesu. Kuna nguvu inajirudia kwenye ulimwengu wa roho, kuna shida inajirudia kwenye ulimwengu wa roho kuna hilo tatizo linajirudia, hilo tatizo linalojirudia leo vunja hiyo nguvu kwa jina la Yesu. Kila shida yanayojirudia tunakataa matatizo yanayojirudia kwenye hii kanisa, shida zinazojirudia matatizo yanayojirudia leo shatata kwa jina la Yesu. Natangaza hiyo shida inayojirudia mimi naiangamiza, mimi naivunja hiyo shida ivunjike, huo maskini uvunjike, hayo madeni yavunjike, roho ya uharibifu ivunjike, roho ya kupoteza ivunjike. Hiyo shida inajirudia leo hii ishike moto, ishike moto, iangamie, iteketee. Hiyo shida inajirudia iangamie, ya kupoteza iangamie, ya ajali iangamie, ya mateso iangamie. Hiyo shida na iangamiza hiyo shida ninailipoa lipoa lipoa lipoa lipoa lipoa hiyo shida lipoa madeni lipoa maskini lipoa uharibifu lipoa hiyo roho ya kuolewa na kuachika kamata, kamata kamata kamata kamata angamiza kwa moto teketeza kwa moto nina teketeza nina haribu nina rebo hiyo shida ya uharibifu, nina ripua, ripua, ripua, washa moto, washa moto, washa moto inaojirudia kwenye kazi yako, inaojirudia kwenye ndoa yako, hiyo shida ya mafarakano kwenye ndoa yako, kamata kamata, hangameza teketeza, washa moto, washa moto, na washa moto na washa moto, ninaua ninateketeza, hiyo shida ya magonjwa, hiyo shida ya uharibifu, hiyo shida ya miungo nina kamata hiyo miungo, nina julia hiyo miungo ya umaskini, hiyo miungo ya madeni, hiyo miungo ya kuchanganyikiwa, shika moto, shika moto, kamata, kamata, kamata, kamata hiyo shida na no julia, wasa moto, wasa moto, omba wewe, kamata, kata, kata, kata, kata, kata hiyo shida, kata hiyo shida, nina kata hiyo shida ya madeni, nina ikata, nikuwa kwenye ni madhabahu, kata Kataa, ikuachie hiyo shida maskini, nina kataa, hii ni achie sayo, hii ni achie sayo, hii iachie sayo, hii iachie sayo, iachie kazi yangu, iachie watoto wangu, iachie ndoa yangu, hiyo shida mimi nina kataa, hiyo miongo nina kataa, kataa we mama, kataa we baba, kataa magonjwa, mikono, sema leo. Sema leo, leo ninatangaza, ninatangaza kila tatizo, kila tatizo, kila kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu barusha moto, rusha moto! Hiyo ni mizimu ya nyumba yenu, hiyo ni uchawi unaojirudia, hiyo ni, ni, ni nguvu inayojirudia. Leo kwa jina la Yesu, tunaachilia moto, tunaachilia moto kila eneo, tunaachilia moto kila eneo hilo tatizo linalojirudia, hayo madeni yanayojirudia, hiyo shida nayo jirudia unashangaa ugonjwa ule ule na jirudia shida ile ile na jirudia changamoto ile ile na jirudia leo kwa jina la Yesu leo kwa jina la Yesu tonatasha hiyo nguvu inayojirudia hiyo nguvu inayojirudia hiyo madhabahu inayojirudia hiyo nguvu nayojirudia hilo tatizo linalojirudia ule ugonjwa unaokuja na jirudia mwatauto na kataa mwaka utu na kataa, hebu ebu kata kabisa, kata kabisa hilo tatizo linajirudia, hiyo shida inajirudia, huyo ugonjwa anakuja afu nanudia, hiyo changamoto inakuja afu najirudia. Leo satatata satarama katasa kwa jina la Yesu Kristo, hiyo shida na jirudia, hiyo changamoto na jirudia. Mara ya kwanza vunje kitu sema fire, mara ya pili fire, mara ya tatu fire, mara ya nne fire, ya tano fire, ya sita fire, ya saba fire. Sema fire, fire. Sema tatizo halitajirudia, tatizo halitajirudia. Kaa kwenye kiti chako. Kuna matatizo Uwe anafanyaje? Yanajirudia. Matatizo anafanyaje? Yanajirudia. Yanaenda alafu anafanyaje? Yanarudi. Unapokuwa mwanzoni mwa mwaka. Unapokuwa mwanzoni mwa mwaka. Omba hiyo maombi. Kwamba kuna shida huwa inafanyaje? Inajirudia. Kuna shida inafanyaje? Inajirudia. Inajirudia. Inajiru, yaani kuna changamoto yenyewe huwa ishagi. Inaenda inafanyaje? Inarudi hiyo ina shida. Lazima ujue ni changamoto gani kila mwaka inafanyaje? Kuna wakati mwingine watu wengine vifo ni kila mwaka. Umeelewa? Lazima uanze kupeleleza shida iko wapi, eh? Vifo ni kila mwaka vinajirudia. Changamoto kila mwaka ina, inajirudia lazima uelewe kwamba ni shida gani hii inayofanyaje, inayojirudia? yeah. Fuatilia kitu inajirudia, anza kuvunja hii kitu inayojirudia. Na unapofanya hii maombi ya namna hii, kuna roho ambazo hazitafanyaje? Hazitajirudia. sema haleluya. Haleluya, leo tuko kwenye siku ya pili. Leo may God bless you nyinyi ambao mnatufuatilia kwa njia ya TV na popote pale ulipo, najiunganisha na maombi haya. Tuko katika siku uh, saba za kuvunja kuta za Yeriko za kubomoa kuta, kuta zinazozuia hatima au kuta zinazozuia tusifike kwenye ndoto. Kila kila majira, kila majira yana kazi zake. Sema kila majira kila majira. Eh? Kila, kila majira. Kila majira. Kila majira lazima uingie kwenye maombi makubwa kwa ajili ya kuta. Kuta ni kizuizi ambacho kinakuzuia wewe usiende mahali kokote. Amen. Biblia inasema kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ya sita inasema ya kwamba Yeriko ilikuwa imefungwa hakuna mtu aliyeingia wala hakuna mtu aliyefanyaje? Aliyetoka. hakuna mtu aliyetoka. Sasa katika ulimwengu wa roho, unapoanza mwaka, ni muhimu kuanza kushughulikia kila kuta. Kuta ni nguvu ambayo inakuzuia usiende ng'ambo, au inakuzuia usifike mahali unapotaka kufanyaje, unapotaka kufika, unapo kwa hiyo kuta huwa zipo zimefunga, zinamzuia mtu. Akitaka kwenda kwenye kiwango fulani, huyu mtu aendi. Akitaka kuinuka kwenda kwenye hatua fulani kubwa, hiyo hatua haifanyiji, haifikii. Akitaka kwenda kwenye viwango fulani, hivyo viwango hafanyiji, hafiki. Kwa hiyo ziko kuta ambazo ziko kwenye ulimwengu wa roho, hazionekani kwenye macho ya kawaida lakini, katika ulimwengu wa roho ziko zinafanya kazi, na ndiyo maana wiki ya kwanza hii kabisa tunaanza na upako mkubwa sana wa kuhakikisha hizi kuta zote ambazo ziko mbele yetu tunazipasua ili twende kwenye hatima yetu katika jina la Yesu. Amen, haleluya, glory, amen. Sasa unaposhughulikia kuta, kuta ziko nyingi sana katika ulimwengu wa roho Kuta ni kizuizi kinachokuzuia usiende mahali popote pazuri. Kinakuja kizuizi kinasimama njiani, kinakufunga na kukuzuia wewe usifikie hatima, au kinachelewesha ili wewe kuzifikia ndoto, au kinakuchelewesha wewe kufikia nini? Ndoto. Sasa hii nguvu inayokuchelewesha ndio tunataka tuimalize, na leo tunataka tufanye maombi makubwa kwa ajili ya kuta. Kuta ziko nyingi sana, na jana tulianza na kuta ya nini, ya toba, kwamba toba ni mlango uh, ambao una, unaweka kigeti, unaweka kizuizi kati ya wewe kuwasiliana na nani, kuwasiliana na Mungu. Biblia inasema ya kwamba maovu yenu yamefanyaje? yamewafarakanisha ya ninyi na nini, na Mungu na wenu, hata hataki kufanyaje? hata hataki kusikia. Hata kusikia. Kwa hiyo na Mungu unaweza kufarakana naye. Mungu sio kwamba hataki kusikia, sio kwamba haoni, lakini unakuwa tayari hauna ushirika na nani? hauna na ushirika na Mungu. Mungu kama una ushirika naye utapata matokeo yasiyo sawasawa, kwa sababu kumbuka, unaomba lakini hakuna anayefanyaje? Hakuna anayesikia. Kama unaomba na hakuna anayefanyaje? Hakuna anayesikia, hayo maombi unaomba nini? Ni afadhali kabla hujaomba, anza kwanza kutengeneza na nani? Na Mungu, anza kutengeneza na Mungu, kitasababisha sasa maombi yako yaanze kufanyaje? Yaanze kusikilizwa. Amen. Kitafanya Mungu aanze kukuthamini Mungu aanze kusikiliza Mungu aanze kusikiliza maombi yako kwa sababu umetengeneza na nani? Na Mungu. Umetengeneza na Mungu, Mungu akai mahali hapo nani? na Mungu, na Mungu. Apo, nani? Na Mungu. Na Mungu. tengeneza ushirika glory to Jesus. Amen. fanya ushirika kati ya wewe na nani na Mungu? mnapokuwa na ushirika wewe na Mungu ndio mnaweza kuwa, kuwa pamoja Hivi ni kuulize swali, unaweza kuwa pamoja na mtu ambayo mea mpatane? Kitendo cha nyinyi kupatana kinawaunganisha pamoja na Mungu kwa urahisi sana mm. Kwa hiyo tunapokuwa kwenye maombi, siku zote hizi ishirini na moja hakikisha hakikisha, majira yote ya asubuhi, endelea kutembea kwenye maombi ya toba mm. Nisikilize vizuri, tembea kwenye toba, tembea kwenye toba, anza, angalia mahali gani kwa jana tulikuwa tunazungumza habari za nani? Tulikuwa tunazungumza habari za habari za Danieli Danieli. Alifungua vitabu Danieli alifungua nini? Vitabu. Wakati Danieli anafungua vitabu anaangalia, fungua vitabu, fungua vitabu akagundua, akagundua, wa kusikiliza manabii baada ya kufunua vitabu akagundua shida iko wapi? Na Danieli alipogundua shida ilipo Danieli sura tisa Biblia inasema akainama aka kutengeneza na Mungu. Jana nimezunguza kitu kingine kusoma. Eh? Anza kusoma. Wangapi wameanza kusoma kitabu cha wafalme? Wafalme wa kwanza pale. Mungu awabariki sana eh? Amen. Anza kusoma.